Ni miezi kadhaa imepita tangu mwenyekiti wa Chadema taifa Tundu Antipas Lissu kushikiliwa na kuwekwa rumande kwa tuhuma za makosa ya uhaini. Tundu Antipas Lissu ni jina ambalo limekuwa likivuma katika medani za siasa za Tanzania na hata nje ya mipaka ya taifa hili. Mwanasheria, mwanasiasa na mwanaharakati za binadamu, Tundu Lissu amekuwa kiini cha mijadala mikubwa ya kitaifa kuhusu demokrasia, uhuru wa kujieleza na nafasi ya upinzani katika taifa changa la kidemokrasia kama Tanzania. Safari yake ya kisiasa imekuwa na misukosuko mingi, kuanzia mashambulizi ya risasi aliyowahi kushambuliwa mwaka 2017 hadi kesi mbalimbali mbali za kisiasa, na sasa kesi kubwa ya uhaini iliyopelekea kufungwa kwake rumande kwa miezi mingi. Katika makala hii, tunapitia hatua kwa hatua, kipindi cha rumande, kusomewa mashtaka, mwenendo wa kesi, athari kwa jamii na siasa, shinikizo la jumuiya ya kimataifa, azimio la Bunge la Ulaya la Mei ya mwaka elfu mbili na ishirini na tano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 Kwa maneno mengine, mtu anaposhtakiwa kwa kosa la uhaini anakosa haki ya kuachiliwa kwa dhamana hadi pale shauri lake litakapokamilika au mahakama ya juu zaidi itakapoamua vinginevyo. Kwa sababu hiyo, Lissu alikaa miezi kadhaa rumande katika gereza la Segerea akisubiri mwenendo wa kesi yake. Wakati huo, hali yake iliibua hisia kali kwa wafuasi wake, chama chake cha Chadema na jamii kwa ujumla. Alikosa nafasi ya kuwa karibu na familia yake kukutana kwa uhuru na wakili wake na pia kushiriki moja kwa moja katika shughuli za chama. Kwa Lissu mwenyewe, rumande haikuwa tu kifungo cha muda, bali ilikuwa alama ya mapambano ya kisiasa. Kila mara alipofikishwa mahakamani, alionekana kusimama imara na kueleza kwamba analipia gharama ya kupigania haki na demokrasia. Wakati wa kufikishwa mahakamani, Lissu alisomewa mashtaka ya uhaini yaliyohusishwa na matamko na mikutano yake ya kisiasa. Upande wa mashtaka ulidai kuwa kauli zake zilitafsiriwa kama jaribio la kuchochea wananchi dhidi ya serikali na kujaribu kupindua kikatiba na kujaribu kuipindua katiba. Kauli zake katika mikutano ya hadhara zilionekana kuchochea wananchi. Alituhumiwa kupanga mikutano bila kibali na kutoa matamko yaliyopingana na mamlaka ya serikali. Alidaiwa kuhusisha wafuasi wake katika mikakati ya kisiasa ambayo ingeweza kusababisha vurugu na kuvuruga amani. Wanasheria wake walikanusha vikali tuhuma hizo na kusisitiza kwamba kauli za Lissu zipo ndani ya haki yake ya kikatiba ya uhuru wa kujieleza. Hakuwahi kupanga wala kushiriki mipango yoyote ya kijeshi au mapinduzi. Mashtaka hayo yalibeba malengo ya kuzuia harakati za kisiasa zaidi ya ukweli wa kisheria. Kuendelea kumweka gerezani bila dhamana ni ukiukwaji wa haki za msingi za binadamu. Haya yalikuwa maneno ya hoja za utetezi. Kesi ya Lissu ilianza kwa vikao vya awali vya kusikilizwa kwa hoja. Mara nyingi vikao hivyo vilicheleweshwa kwa sababu upande wa mashtaka ulidai haujakamilisha upelelezi. Hali hii ilisababisha Lissu kuendelea kukaa rumande kwa muda mrefu zaidi, jambo lililotafsiriwa kama mbinu ya makusudi ya kuchelewesha haki. Upande wa mashtaka uliwasilisha vielelezo kadhaa, ikiwemo video, sauti na machapisho ya mitandaoni. Hata hivyo ushahidi huo ulionekana kuwa na udhaifu kwa kuwa mara nyingi ulikuwa tafsiri ya kisiasa badala ya ushahidi wa moja kwa moja wa jinai. Kwa upande wa utetezi, walisisitiza kuwa matamko ya Lissu yalikuwa sehemu ya mjadala wa kisiasa unaokubalika katika mfumo wote wa kidemokrasia. Kesi hii ilitikisa medani za siasa za Tanzania. Chadema chama chake kilipoteza moja ya sauti zake kuu bungeni na mitaani, wafuasi waliona kama ishara ya kukandamizwa kwa upinzani huku serikali ikisisitiza kuwa ni utekelezaji wa sheria na kijamii. Mashabiki na familia yake walipitia maumivu ya kisaikolojia. Wananchi wengi walihoji iwapo haki kweli itapatikana kwa usawa nchini. Kesi hii ilileta mjadala mkubwa kuhusu sheria za makosa yasiyodhaminika na iwapo zinatumika kwa haki au kwa kulenga wapinzani. Mnamo tarehe 8 ya mwezi Mei ya mwaka 2025, bunge la Ulaya lilipitisha azimio rasmi kuhusiana na hali ya Tundu Lissu. Azimio hili lilikuja baada ya shinikizo kubwa la mashirika ya haki za binadamu, wanasiasa wa kimataifa na wanaharakati waliokuwa wakifuatilia kwa karibu kesi yake. Bunge la Ulaya lilisisitiza mambo yafuatayo: cha kwanza, kumwachia huru Tundu Lissu bila masharti yoyote, kwa kuwa kukaa rumande kulikuwa na madhara kwa haki za kikatiba na uhuru wa kisiasa. Jambo la pili kuhakikisha Lissu anapata msaada wa kisheria na kwamba shauri lake litasikilizwa kwa uwazi bila upendeleo wa kisiasa. Cha tatu kuheshimu uhuru wa kujieleza na kushiriki katika siasa, si kwa Lissu tu, bali kwa wapinzani wote nchini Tanzania. Jambo la nne kuzingatia misingi ya haki za binadamu na demokrasia kama sharti la kuendeleza uhusiano wa kidiplomasia na Umoja wa Ulaya. Azimio hili lilitolewa kwa sababu Bunge la Ulaya liliona kuwa hatua za kumshikilia Tundu Lissu gerezani kwa mashtaka ya kisiasa ni kinyume na kanuni za demokrasia na uhuru wa kisiasa. Pia lilisisitiza kuwa kesi ya uhaini haipaswi kutumika kama silaha ya kisiasa. Lakini pia Umoja wa Mataifa, UN, kupitia ofisi ya kamishna mkuu wa haki za binadamu ilitoa tamko kwa Tanzania inapaswa kuheshimu haki za msingi na kuhakikisha Lissu anapata haki ya kisheria. UN ilisisitiza kuwa kesi hii ni kipimo cha jinsi taifa linavyojilinda kidemokrasia na uhuru wa wanasiasa. Vilevile Amnesty International, shirika hili lilisisitiza kuwa kukaa rumande kwa miezi kadhaa bila dhamana ni ukiukwaji wa haki za binadamu lilipendekeza kwamba Lissu aachiwe mara moja na shauri lake lisikilizwe kwa uwazi. Na Human Rights Watch HRW, ilisisitiza kuwa mashtaka dhidi ya Lissu yalikuwa na msingi wa kisiasa na kwamba kumshikilia rumande unasababisha hofu kwa wapinzani wote nchini Tanzania. Lakini hebu tuangalie na nchi za Marib Marekani. Ubalozi wake jijini Dar es Salaam ulitoa wito wa kuendeleza uwazi wa kesi na kuhakikisha haki za Lissu zinaheshimiwa. Ujerumani, Sweden na Denmark, nchi hizi ziliunga mkono shinikizo la bunge la Ulaya na kushinikiza serikali ya Tanzania kufanya hatua zinazolinda demokrasia. Hebu tuangalie athari za azimio la Umoja wa Ulaya. Kisiasa. Azimio la bunge la Ulaya liliongeza shinikizo la kisiasa ndani ya Tanzania. Serikali ilionekana kufunikwa na uangalizi mkubwa wa kimataifa. Hali hii iliongeza mjadala wa kisiasa ndani ya taifa. Upinzani na wafuasi wa Lissu walihisi kwamba kuna mwanga wa matumaini kwamba haki ya Lissu itazingatiwa. Lakini pia kisheria, azimio hili liliongeza shinikizo kwa mfumo wa mahakama. Kuhakikisha kesi za kisiasa zinashughulikiwa kwa uwazi na kwa haki. Lilikuwa kipimo kwa jinsi jumuiya ya kimataifa inavyofuatilia matumizi ya sheria kwa njia ya kisiasa. Lakini pia kimataifa, azimio la bunge la Ulaya lilipelekea mataifa mengine na mashirika ya kimataifa kuonyesha msimamo na ushirikiano. Shinikizo la kidiplomasia liliimarisha kwamba demokrasia na haki za binadamu ni vigezo vya uhusiano wa kimataifa. Mashirika ya haki za binadamu yaliongeza kampeni za kimataifa za kusisitiza kumwachilia Lissu huru. Baada ya azimio la Mei ya mwaka 2025, wanasheria wa Lissu walipata nguvu ya kuwasilisha hoja zaidi za kisheria na mashahidi vilevile vile, shinikizo la kimataifa lilimfanya hakimu kuzingatia kwa makini hoja zote za utetezi na upande wa mashtaka na upande wa familia yake na Chadema waliendelea kushirikiana na mashirika ya kimataifa kuhakikisha haki za Lissu zinazingatiwa na kesi ilibaki kuwa ikifuatiliwa kwa karibu ikionyesha jinsi dunia inafuatilia haki za kisiasa barani Afrika kesi ya Tundu Lissu imekuwa simulizi ya kihistoria ya upinzani haki za kisiasa na uwajibikaji wa serikali kukamatwa kwake kufungwa rumande kwa miezi kadhaa mlolongo wa mashtaka azimio la bunge la Ulaya na shinikizo la kimataifa ni somo kwa Tanzania na mataifa yote yanayothamini demokrasia. Safari ya Lissu inaonyesha kuwa haki za kisiasa hazipaswi kunyimwa. Shinikizo la kimataifa linaweza kuleta wazi na usahihi katika kesi zenye msimamo wa kisiasa, na mahakama lazima ibaki huru na kuhakikisha uhuru wa kisheria haupingi mashinikizo ya kisiasa. Kwa sasa kesi ya Lissu bado inafuatiliwa, lakini juhudi za kimataifa na ndani ya nchi zinaendelea kuhakikisha kuwa, kuwa haki yake na usalama wake zinaheshimiwa. Safari hii ni mfano wa jinsi demokrasia, sheria na haki za binadamu zinavyoweza kushirikiana kuunda mustakabali bora wa taifa. Tafadhali tuandikie mtazamo wako kwenye makala hii, lakini pia usiache kuendelea kutufuatilia kila wakati kwa taarifa nyingine nyingi zaidi kutoka hapa.